Bali ndugu zangu na wasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu, asanteni ndugu zangu. Mnayoona hapo ni maua ya mti tunaoita marashi ya bahari. Mti huu wa marashi ya bahari, kikwenu mnajua mnauitaje? Maua yake kama namna hii hapo chini huwa yanadondoka. Mti huu una asili ya kupendwa na ndege wengi na wadudu wengi, hivyo mti huu una uwezo mkubwa sana katika mivuto mbalimbali maua yake kama unavyoona ya mti huu ni haya hapa, haya hapa. Maua yake yana rangi namna hiyo, kama yalivyodondoka hapo chini. Hivyo ukichukua mti huu, okota haya maua haya, au chuma maua, kisha changanya katika beseni rugo, upate maji mpaka yatabadilike, yatakuwa na rangi kama hii hii. Changanya na chumvi ya mawe kisha dikia katika biashara yako, na uombe wateja wengi kama wadudu wanavyopenda katika mti huu, ndivyo na wateja wawe wengi kama na hiyo pamoja. Wadudu na ndege wanapenda mti huu, unajulikana kupendwa na wadudu na ndege. Popote utakapokuta utakuta ukiwa na ndege wengi, kama unavyoona hapa, una ndege wako juu nalialia. Ni hayo, asanteni sana, kuni mti wa marashi ya bahari naitwa Chief Hamis. Tuko pamoja katika TV yetu ya Hatad TV. Asante.